Dkt. Samia mitano tena, na mimi nahitaji tena ubunge.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 Nataka niendelee kuwatumikia, nataka niendelee kuwahudumia, nataka niendelee kuwawakilisha kwenye bunge, nataka niendelee kuwasemea popote pale ambapo mnataka mi nikaseme. na mnamoja kodaabeleke tanuu manyi nipaabeleke toanipa manyi na mmoja apata indu nili manyi hata hivyo leo Jumatano, Julai 2, 2025, Majaliwa amewashangaza wengi baada ya kutangaza kutogombea tena, alipokuwa akizungumza na wajumbe wa kamati ya siasa za mkoa na wilaya ya Ruangwa. Baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka 10 15 kutoka mwaka 2010 na sasa imefika wakati kwa mshikamano tuloujenga toa fursa kwa wanaruangwa, wazaliwa wa Ruangwa, wapenda maendeleo waweze sasa kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa Maendeleo Inawezekana, ambayo sasa mheshimiwa <coughs> mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Imefanya kazi wakati wote na chama chetu bado mimi ni mwanachama wa CCM na kwa nafasi nayo mimi ni mjumbe wa kamati kuu na almashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea nao kutokana na majukumu haya, kuwacha nafasi hii na kuwaruhusu wanaruangwa wenzangu waendelee. Majaliwa amelihudumia jimbo la Ruangwa kwa miaka takribani 15 mfululizo, huku akibeba majukumu makubwa ya kitaifa kama waziri mkuu wa Tanzania tangu mwaka 2015. Sasa, swali linalobaki ni nini kimemfanya abadili uamuzi huo ghafla?